Majina yanaitwa Junior Frank Bazili, ni mmoja ya viongozi wa Bagamoyo Cluster. Nimekuja kuiwakilisha timu ya viongozi, nimeambatana na timu yangu, kwa niaba ya vijana wenzangu, wachezaji wenzangu wote, na waahidi kuwa kama sisi uongozi tutakuwa bega kwa bega nao, tutawapa support ya nje ya uwanja, tutakuwa sehemu ya mashabiki wao. Na waahidi kwenye kambi yote nilikuwepo, nimeona maandalizi yote alikuwa so good yalikuwa mazuri. Naamini hata leo tunavyokutana na mpinzani wetu Azam Sports Club ana 20 itakuwa moja ya best game, na kuahidi wewe ulioko nyumbani, kijana mwenzetu wa Bagamoyo Cluster, leo tuliokuepo hapa tunawakilisha vyema. Tutashangilia kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika tisini ya mchezo wa leo, na iombea chama langu, na kisha tunaondoka na ushindi mnono si chini ya magoli kumi. Asanteni sana.